ila safari hii nikapanga nimwonyesha. Weit alipofika na bili, ilikuwa ni taimu ya kutumia mkwanja wangu. Chef vipi? pesa ni mpesa. Nilidhani <laughs> mi ndio mjanja, kumbe washikaji walinizidi kete. Lipa kwa mpesa kutoka mitandao yote na akaunti za benki upate zawadi za papo hapo. Pesa ni mpesa. Hujambo na karibu mtazamaji wa Global TV, mimi ni Catherine Kahabi. Je, Unafahamu matukio 14 yaliyotikisa dunia mwaka 2017? Tunaanzia Marekani. Rais Donald Trump, huyu ni rais wa Marekani. Alishutua dunia baada ya kutangaza kuwa Jerusalem ni mji mkuu wa Israel. Kauli yake ilisababisha mtikisiko maeneo mengi duniani, hususan nchi za Kiislamu, kwani bendera na picha yake zilichomwa na watu kadhaa kuuawa wa. Jerusalem ni eneo takatifu kwa dini mbalimbali zikiwemo Uislamu na Ukristo, hivyo kauli yake ilisababisha mpasuko mkubwa. Korea Kaskazini, huu ulikuwa ni mwaka wa majigambo kwa rais wa nchi hiyo Kim Jong, kwani aliweka historia ya aina yake ya kurusha makombora angani. Kombora lililoshtua dunia ni lile alilorusha anga ya Japan, ambapo tukio hilo lilielezwa kuwa ni la uchokozi na kuifanya Marekani kupasha misuli. Marekani na Korea Kaskazini zimekuwa kwenye vita ya maneno, huku kila upande ukijivunia silaha nzito inayomiliki hasa za masafa marefu. Mkutano katika nchi hizo umesababisha baadhi ya kuhofia kuwa huenda mataifa hayo yakaingiza dunia kwenye vita ya tatu. Zimbabwe. Robert Mugabe, huu ulikuwa mwaka mbaya sana kwake. Aliyekuwa rais wa Zimbabwe baada ya kulazimishwa kuondoka madarakani kwa nguvu. Mugabe mwenye umri wa miaka 93 alijikuta akiingia matatani na jeshi kutokana na kukubali kuburuzwa na mkewe Grace, kiasi cha mama huyo kuingilia kazi za serikali. Kitendo cha kushinikiza makamu wa rais Emmerson Mnangagwa afukuzwe na Mugabe kuridhia kiliudhi jeshi na kumweka kiziuzini rais huyo Mnagagwa ndiye rais wa sasa na Mugabe aliongoza nchi hiyo kwa takriban miaka 37. Kuuawa kwa rais Saleh. Tukio la kuuawa kwa rais wa zamani wa Yemen Abdullah Saleh ilishtua wananchi wengi hasa waliokuwa wafuasi wake Saleh na wakuu wengine wa chama hicho cha rais huyo wa zamani cha GPC waliuawa walipokuwa wakikimbia mji wa Sanaa uliodhibitiwa kwa waasi. Kwa mujibu wa duru za kijeshi, wanamgambo wa kitho walisimamia msafara wa magari manne ya Saleh takriban kilomita 40 kusini mwa Sanaa, wakampiga risasi na kumuua. Sareh aliyekuwa na umri wa miaka sabini na tano alitawala Yemen kwa zaidi ya miongo mitatu hadi alipoondolewa madarakani mwaka elfu mbili na kumi na mbili. Tukio jingine linalomhusu kiongozi wa kanisa Katoliki duniani, Papa Francis, baada ya kuomba sala ya Baba yetu mbinguni ifanyiwe marekebisho. Hii ni sala maalum kwa waumini wa kanisa hilo, na Papa Francis anataka sehemu ambayo inazungumzia vishawishi ibadilishwe, kwani ilitafsiriwa vibaya. Amesema kuwa inatakiwa iangaliwe upya, kwa Mungu hawezi kuongopa wala hawezi kumtendesha mwanadamu dhambi. Baba alipendekeza watu watumie usituache tukaingia katika vishawishi badala ya usitutie katika vishawishi. Uchaguzi wa Kenya. Tukio la kufutwa kwa uchaguzi mkuu wa mahakama ya juu kabisa nchini Kenya lilivuta hisia za wengi, hususan viongozi, kwani si kawaida kutokea, si kawaida kwa maana ya kwamba mtazamaji, mhimili mwingine wa dola kumwondoa rais madarakani, hususan linapohusu suala la kugusa mkuu wa nchi. Uamuzi huo ulionekana kumkera sana Uhuru Kenyatta, na wakati uchaguzi wa marudio alionekana kwenye hasira, huku akiwalaani wajaji waliofanya hivyo. Uchaguzi wa marudio ulimrejesha tena madarakani rais huyo, na hadi leo hii mpinzani wake mkuu Raila Odinga hajautambua ushindi wake, ambapo ameahidi kuapishwa kama rais wa nchi hiyo wakati wowote wa kuanzia sasa, na kwamba haogopi kifo utumwa wa Libya. Libya ilikuwa ni nchi yenye utajiri mkubwa wa mafuta na rais wake Muammar Gaddafi aliutumia kwa ustawi wa wananchi wengi. Hata hivyo nchi hiyo imetumbukia kwenye biashara ya utumwa kwa watu wake kuuzwa mithili ya pipi, wakati biashara hii ikikomeshwa miaka mingi iliyopita. Hii ndiyo Libya bila Gaddafi, baadhi ya wananchi waliomwona mbaya, lakini leo wanajuta kwa namna alivyopigania kimaisha. Habari njema kwa mwaka huu ilikuwa kuachiliwa kwa wasichana 82 kati ya 276 wa kike waliokuwa wamekamatwa na kundi hilo la Boko Haram. Wasichana hao walirejeshwa, huku wengine wakiwa wajawazito na ndoto yao ya kuendelea na masomo ni kama imepotea. Boko Haram ilitoa masharti kadhaa kwa serikali ya Nigeria na ilipotimiza, ndipo ikawaachia Rais Buhari Kulazwa hospitalini kwa zaidi ya miezi mitatu kwa Rais wa Nigeria Muhammad Buhari ilikuwa ni habari kubwa pia kwa mwaka huu. Rais huyo mwenye umri wa miaka sabini na tano baada ya kutoonekana kwa kipindi hicho, malalamiko yalianza kuibuka ili wachague kiongozi mwingine. Baada ya kelele nyingi kuzidi, rais huyo alirejea, na baada ya kutua tu uwanja wa ndege alionekana kutembea kwa mwendo wa taratibu. Tundu Lisu. Septemba 7 mwaka huu haikuwa nzuri kwa rais wa chama cha mawakili wa Tanganyika yani TLS, ambaye pia ni mwanasheria mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Tundu Antipas Lisu. Hii ilitokana na kupigwa risasi na watu wasiojulikana, tukio ambayo lilifanya ama lilifanyika nyumbani kwake Riadi mjini Dodoma. Tukio la kupigwa risasi lilisambaa maeneo mengi kutokana na kuripotiwa kwa vyombo mbalimbali vya habari duniani. Hadi sasa, Lisu amelazwa hospitali ya Nairobi nchini Kenya akiendelea na matibabu. Mtazamaji wa Global TV, kuendelea kupata vipindi vizuri kama hivi, usiache kusubscribe Global TV kwenye YouTube channel yetu. Mimi ni Katherin Kahabi. Msimu huu wa sikukuu nilimtembelea rafiki yangu Joni, miaka mingi imepita. Mafuta yalikata njiani, ikabidi kusukuma gari Nikiwa natoa pesa nilipe, <laughs> kumbe malipo yameshafanyika. Chief, vipi? Pesa ni mpesa ha? Baada ya kununua zawadi za, za sikukuu sasa nikapata nafasi ya kulipa. Chief, vipi? Pesa ni mpesa. Alikuwa akilipa kila mara kila sehemu, ila safari hii nikapanga nimwonyeshe. Wait alipofika na bili, ilikuwa ni time ya kutumia mkwanja wangu. Chief vipi? Pesa ni mpesa. Nilidhani <laughs> ni mii ndio mjanja, kumbe washikaji walinizidi kete. Lipa kwa mpesa kutoka mitandao yote na akaunti za benki upate zawadi za papo hapo. Pesa ni mpesa.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 Desemba kumi na saba elfu mbili kumi na saba kwa shilingi, shilingi mia tano tu. Amka na gazeti la Sports Extra Jumapili hii na kila Jumapili, imeletwa kuziba pengo lililopo katika magazeti ya michezo siku hiyo. Kumbuka Sports Extra kuwa mtaani kila Jumapili kwa shilingi, shilingi mia tano tu.